haya mje vipenzi vyangu kumekucha na makucha yake taimu ya umbea muda ndo huu muda umetarada hadi mambo lelelele tuko juu juujuu taimu ya umbea sogeeni waswahili wa afrika sogeeni madam wenu am here because of you niko hapa nataka niwape umbea wa moto huko hot umbea wa kusikitisha jamani kidogo umbea una ka huzuni furani hivi eh Ah, Mungu nisaidie, miesu langu taiweka wapi? Madamu Mswahili pia. <laughs> Madamu Mipasho, mimi nitakoma jamani, naenda kuweka wapi uso wangu? Kaka unajua kutufezeesha wewe, kaka unajua kutufanya wambea tuzalilike, wewe kaka unajua kweli kutufanya wambea sii tuwekaa kitu gani? Hey. hmm. Haya ndugu zangu, kama wewe mgeni wa channel hii hakikisha una subscribe una share una like una comment, usisahau kugusa alama ya kengele, ili ninapopost video yote wewe hiyo wa kwanza kukufikia. Nikiposti nginga wewe imekuwa wa kwanza kukufikia na mambo yanaenda lele lele kama yalivyopangwa. Wewe kama ulikuwa mgeni unapita YouTube, unazuhula zuhula, ghafla kwa kukutana na channel ya madamu Mswahili madam Mipasho, eh, tulia hapo hapo, weka kigoda chako, kasikiliza umbea, piga umbea hapo pambe tu, mambo yanaenda, mcomment jamani, mshee mlike. Haya jamani vipenzi vyangu, huyo ndo kaka yetu <coughs> nasibu hivi. Kwanza kwa kaka, kwanini anakuwa mweupe siku hizi? Au ni mimi tu macho yangu? Ndugu zangu, hebu niambieni kwa kwanini kaka anakuwa mweupe? Kaka sasa hivi anang'aa vibaya sana kaka, kampita jukusi, kampita omidimpozi, omali <laughs> juksi <kabitua>. Eh, <kye> umilimpozi kapitwa kaka, uw alikuwa na rangi finye usikaa chungu cha kafara, lakini ghafla kaka anakuwa mweupe, sasa hivi anang'aa rangi pambe rangi. Mashaallah ni kwamba anakunywa maji mengi, ni kwamba ndo pesa. Mbona tunaona ingine kwenye pesa eh? Kina male mnani sijui wale ma- mangi si siju nini sijui ah, manji sijui mangi sijui nani eh, achana na yule Mwarabu. Watu walikuwa na mapesa, kina Mkapa kina nani, watu walikuwa weusi eh, na wamekufa hivyo hivyo weusi. Eh, kina Magufuli walikuwaga weusi na wamekufa hivyo weusi, hawajawahi kungana, walikuwa na pesa haya, hizo pesa, ha, pesa zimekukalia mgongoni kifuani unyayoni mwenzetu mpaka unakuwa mweupe. Hapa ndo kusema maji mengi unakunywa au eh. <coughs> Make unang'aa huko, rere, rere, huko juujuu bwana harusi mtarajiwa eh. So kwa kung'aa huko, ndugu yangu, punguza. Kama ulikuwa na ibarosheni ya wifi unapiga kitaulo, kaka punguza, sio pambe wala nini, tunajua sio shida zako, lakini kaka punguza kama ulikuwa unapiga kitaulo eh <coughs> punguza hata upendezi. Yani hiyo rangi imekuchukiza. Mi umeniboa kweli, yani umeniboa yani, yani ndo yani kwa mtu ambao mjamuona muda mrefu mki yeah, yeah, umeniboa kaka, um umeng'aa sana kaka, umeng'aa kaka, punguza, acha kupiga kitaulo bwana, utaharibika. Sasa hivi sasa hivi unatoka kwenye mstari eh. Sasa hivi basi bwana, basi bwana Jambo ndo kama hilo, Jukusi kaamua kutuburuza wiki nzima, ndoa yake, sherehe yake hapo. Nakwambia alikuwa anamwambia mkewe, na kupenda sana na kujali sana, wewe ndo kila kitu, wewe ndo everything, usije ukaniacha ukanichiti eh. Basi tena mke anachekelea, na unalaa na jiona yeye ndo yeye eh, special siku yake eh, hakuna mwingine zaidi yake. Wakati Jukusi la michepuko mengine, mpaka alibambwa nao chooni kina mwanamke wa Rukamba <laughs> Ila wanaume mna mambo, hasa chuoni kuna kuwa na utamu gari eh, cho chenyewe tuna kumuingiza mzee cha public pwa pwa pwa, umemaliza ah <laughs> Juksi wewe kichwa kato fali la kuchoma una <laughs> mambo, ndugu yangu, na kibarakashia chake kivomka ka haki ya ha, Mungu ka ostazi wa zamu <coughs> basi, unaambiwa bwana Jukusi jambo lake ndio hilo, limeenda rere rere, lakini katika jambo lake watu walilalamika wakasema bwana, kwanza turudi kwa Diamond afu tutaenda kwa Jukusi. <gay> Unaambiwa bwana Diamond bwana ana kitu kipya, kitu kinaitwa Diana mdogo wake Priscilla mke wa Juksi Juma. Juma? kwa Nigeria wenyewe wanamuita Juma, Juma. <gay> Unaambiwa mtoto anaitwa Diana mtoto yuko rere, rere. <gay> So maneno yangu maneno ya waja na walonitumia jamani, msije mkanlaumu mkawi, sina lengo la kusema Zuchu asiolewe lakini familia ya mama Dangote, ile familia wanafiki sana. Mimi ningekuwa Zuchu nisingeongea nao tena, haya ni wanafiki. Unajua kumweka Zuchu leo juu, unaambiwa adiesmakamposti Diana anasema oh, kana sauti nzuri sana e, Watanzania msituangushe, huyu naye mwoneni, aje Tanzania, baada ya kumuona kaka yake huko, yuko Bennett na nani, yuko Bennett na Diana unaambiwa aliojili <laughs> Ah, umbea umbea la sana. Kaka yetu alivyoenda Nigeria akatengeneza mahusiano ya karibu na Diana, inasemekana usiku wa siku moja, watu walikuwa ah, jamani tunda lilelelele tunda lililiwa. Eh, basi bwana ah, ah, mimi nachangamsha tu ili madi pambe. Unaambiwa bwana, unaambiwa huyo Diana nakwambia, ndo huyo mnaomuona, na katika mauno ya Kinaijeria, kiuno kigumu nakwambia iko yaani, unaambiwa kiuno kigumu kama mchungaji, aeleweki hapo alipo mwenye tena, nakwambia ila ndo Diana bwana. Familia ya Priscilla kidogo wako vizuri huko nchini Nigeria, ai wako lelelele, wako vizuri sana, pesa ipo kwao, naambia bwana, Diamond yuko karibu sana na akaka binti na inavosemekana Eh, Diamond sije ukamuoa ukatuzalilisha uka ukamfanya Zuchu wetu akanywa sumu jamani. <coughs> mamake atajiua atakunywa sumu. Haya, hapo bwana, huyo bwana Diamond, bwana Diamond, bwana anamtunza mama mkwe huyo, mamake Diana, mama yao na Priscilla, ndo anatunzwa hapo midorari. Diamond ana akili nyinyi, anajua kula na vipofu yani hapo, unajua anatengeneza mazingira mkwe aone, hapa kibunda kipo mwanangu, akitakiwa chap na mpa ila nyie msisahau kwamba wanaijeria pesa yao iko juu. Wanaijeria ni wana pesa sana. Yuks na mkeo wamepata pesa nyingi sana kwenye shughuli yao nyingi koda. Diamond ana akili sana, anajua hapa nikimwa Zuchu <coughs> eh, watahudhuria kina Mwajuma ndala ndefu kina nani watanigia vila vao vya Tanzania, izidi haipungui milioni 70, 80, 100, 200, eh na matajiri watakao kuja lakini nikienda kuoa Nigeria. Nigeria kwanza mjue jamani, kuna matajiri, kuna mabilionea na katika katika harusi ya Priscilla mabilionea wameshuka, wamefika kwao, ndo maana Juxi katengeneza hela nyingi sana kumpata huyo mke. Ushaona eh? kwa hiyo kwa hiyo Diamond na yeye anajua kabisa, nikienda kuoa pale mabilionea watakuja, nitaunganisha urafiki na mabilionea Diamond ana akili, msione na mwaga mahela na mwaga midolari, ana akili yake kichwani. Najua atapata uhusiano na baadhi ya mabilionea atakaukutana nao waliokuwa kwenye familia ile, koti ale ataweka ukaribu wa kibiashara, ukaribu wa hivi. Haya mwenzangu, na mida azue Zuchu, mna bilionea gani kwenu? Hey, hey. Zaidi aizidi aipungui ukumbini tujaewa mbea kila baada ya Mswahili, tujazane tule ubwabwa. Tukitokapo tusherekee. Tuna vimilioni vyetu tutunze, tukitokapo tuondoke. Haya, kuna bilioni gani atakayeshuka? <coughs> labda mamilioni ya kina JSM, kina nani ndo atashuka ukumbini? Yes! Pole shogangu, basi bwana. Sio kwamba Rodiana anaolewa jamani, mimi nimesema tu kwa kodi ninazoletewa na mimi imebidi nizilete YouTube, nizibwage. Mpende msipende, inabidi mzipokee chungu ta. Najua chungu inauma, lakini inabidi muimeze, inabidi mpokee, mkubaliane nayo. Na mpo basi, unaambiwa <laughs> Diamond bwana kasheka mazingira sawa. Muda wote jambo tunalo, tunatamba nalo. Mimi sitaki kuamini, ila ndio hivyo eh, yani ndio hivyo. Basi bwana, unaambiwa bwana, chuma yule inaitwa Diana, yes ma, alikuwa mnafiki kama posti yule Diana

Hey, tunasubiri, tutangaziwe jambo. Tukitangaziwa tena sisi, mawifi, popote alipokaka na sisi tupo, alipokaka yetu na sisi tupo. Basi unaambiwa juksi, bwana ameoa mara mbili. Ameoa huku Tanzania, ndoa ya Kiislamu, akamwoa bipisla, ndoa ya Kiislamu. Walivyotoka hapo akaenda kuoa Nigeria, akaingia kanisani akaoa ndoa ya Kikristo. Mtu wa kwanza ambaye mimi namuona anaoa ndoa mara mbili. Anaoa Kiislamu na anaoa Kikristo. Mimi najuaga mtu anaoa Kikristo anaoa ya serikali. Anaoa labda ya Kiislamu anaoa serikali. Hivyo. Lakini sasa ukaoa ya Kiislamu ukaoa ya Kikristo, my friend, mbona unautani sana na Mungu? Hii ndoa itatoboa kweli? Itadumu? Au ndio mnajitafutia lana? Jamani msiruhusu akili zenu, hisia zenu ziwatawale kiasi ambacho mkampuuza Mungu wenu. Kasau <tukasawa> kama ni Mkristo simama kwenye Ukristo wako, wewe ni ndoa moja ijulikane wa Kristo. Kama ni Muislamu, msimama hapo hapo juksi. Watu wamemsema, wamemchamba, anashindwa kuwa na msimamo, anapelekeshwa sana.